Mambo vipi, mtazamaji wa Nyavuni, karibu tena kwenye kipindi chako pendwa ambacho kimerejea kwenye msimu huu mpya. Kama kawaida, tumekuandalia magoli na saves kali kutoka kwenye ligi bora ya NBC. Bila kupoteza wakati, tuanze kuangazia mabao kumi bora yaliyofungwa kwenye ligi kuu ya NBC. Namba kumi, Abdulaziz Shahame na Mungo dhidi ya Pamba Jiji. Nafasi hapa, nyingine, shuti la mbali, umejaa mpira kwenye kamba Shame anakwenda ku level scoreboard na ngoma inasoma moja moja. Hapa ni kama lango lao lilikuwa linazengewa zengewa muda mrefu. Abdul Aziz Shame ni kama vile amedondokewa na kijani kibichi. Namba 9 ishafan siwa na mungo dhidi ya Pamba Jiji. Daniel mo anapoka umiliki mali jaribu kuondoka tena, moja mbili tatu, jaza mpira mzuri, anaucheza maridadi, lakini wapi, ngoma imekwenda kucheza kwenye kamba. Jonathan Nahimana unamshinda mpira ule, na wanachezeshwa sindimba hapa timu ya Namungo FC, the Southern Killers. Mpira ambao ulionekana kuwa hauna athari yoyote, lakini ukaenda moja kwa moja ukamshinda mlinda lango na ukaenda kujaa moja kwa moja kwenye kamba. Pamba Jiji wanatangulia. Jonathan nehimana haamini hiki ambacho anakiona namba nane, Anthony antony trab KMC FC dhidi ya Singida Black Stars. Ameanza kwa gego kwa Lamin Jaju, Diomande Idris ameikata pasi, ni seta nzuri wa Anton Trobi, ni mlinzi wa kati ambaye ya anafungua mlango kwa Singida Black Stars. Mpila mao ulisetiwa kwa Lamin Jaju, akaikata Diomande Idris, ikasitiwa kwa Anton Trobi, na Holson Mwaku akamaliza kama striker katika eneo la kushambulia. Namba saba. Paul Peter mashujaa dhidi ya JKT Tanzania, Anwar Kilemile anaizungusha ndani nafasi, lakini moja, moja moja, moja, huwezi moja, kuamini Paul Peter Kasunda! Paul Peter Kasunda anapiga simu anaambia, sikilizeni kabla jambo halijatulia JKT Tanzania mpira ulipigwa na Anwar Kilemile ukagongwa kichwa na Popita Kasunda. Mlinda mlango Eric Johora hakutaka kuhangaika sana, tizama hiyo hapo, what a finish ya Popita Kasunda. Moja moja. Namba 6 Darwesh Saliboko KMC dhidi ya Dodoma Jiji, wanapambana sasa, kikosi cha KMC, Darwesh Saliboko, Saliboko Super sub Darueshi Saliboko anakwenda kuchomekea sasa, kwa kujipanga kwa ajili ya kwenda kuyakata mayeno. Wa KMC wanaluka tu, wanakwambia wanangu, wakishaburudika wanacheza hivi tu. Ni shughuli ilianzia hapa kwa forward wa mpira chambo, aliachia pasi nzuri kwa Darueshi Saliboko, akawambia, braza nakufunga braza. Namba tano, Mohamed Bakari, Coastal Union dhidi ya JKT Tanzania. Mak Edward Ali Msengi anayenyanyua ndani kule, nafasi kwa JKT ile, kipa katoka, anauweka mpira ndani ya nyavu huku anauweka boli ndani ya nyavu, wakati wenyewe wa akifikiria labda pengine alikuwa kwenye mtego wa kuotea. Ali Msengi alipiga penetration ndani ile wengine wakidhani pengine kuna offside akiwa, kutoka kwa Karabaka lakini mpira kaja kucheza Mohamed Bakari. Bakari akitokea nyuma na kuweka mpira nyavuni. Namba 4 Cleofasi Mkandala Coastal Union dhidi ya Tanzania Prison. Weka pasi nzuri sasa. Bakari msimu watu wamekula zote, lakini mwamuzi akitoa advantage, nafasi tena nyingine kusogea, kusogeaku Makambo Athumani nafasi kwa Coastal Union kamba, bao la kwanza kwa Coastal Union, bao moja zuri sana lilipikwa na makofi. Mashabiki wa Coastal Union wabonge moja bao wa kigeni katika makofi vile vile ku support kile ambacho kinafanya na Coastal Union na baada ya kaiweka. Bakari msimu watu wa kala zote, lakini mwamuzi akitoa advantage Maabaada, akaiweka tena kwa Macambo na Clafas Antony akaenda kumaliza. Bao moja kwa Coastal Union. Tanzania Prisons hawajapata kitu. Clafas, uh, Antony Mkandala. Namba tatu, Athumani Masumbuko, Coastal Union dhidi ya JKT Tanzania. Weka mpira mrefu kwenye njia kule ndani nafasi ile, anajiandaa piga shuti, lile bonge la goli lilako kwenye nyavu hapa. Walimwangalia, kaweka kifuani, akaacha idunde, ameshindilia moja kwa moja. Athumani Masumbuko. Makambo, sijasema atakuwa na magoli 30 na assist 30. a a, lakini namna ambavyo aliupokea mpira ule, umbo likamsaidia, kaweka kifuani, akaacha udunde, kakunjuka shuti kwenye mita kama 17 mbele kidogo tu mstari wa 18 Chalamanda kuona mali boli limepita lile, na hii ndo tafsiri sahihi ya striker. Kama we ni mshambuliaji, unabidi utupe vitu vya namna hii. Namba mbili, Konate, Maliene, TRA United dhidi ya Dodoma Jiji. Kuna imani Limwanengo, lakini pia kuna Adamu Adamu. Konate malien ni moja kwa moja, huwezi kuuza zabibu pasina kulipa kodi. TRA wanakusanya mapato yao kutoka kwa wauza zabibu wa Dodoma. Mpira ambao ulivuka safu ya ukuta ule, ng'anzi aliwekwa chini, faida kwa kwao. Konat Malien right back, mpira maana uvusha juu ya ukuta na unakwenda kujaa kwenye neti za Dodoma. Na namba moja ni Fabrice Ngoy na Namungo FC dhidi ya Tanzania Prisons. Cheza mpira mrefu unachezwa na utosi, unaondosha ule tena, haujaondoka sawa sawasawa saw. Na nafasi hiyo kwa Namungo Fabrice. Limefungwa bao la viwango kulikuwa lina li, Fabrice Ngoy. Tazama namna ambavyo alikuwa ulichezwa na utosi. Mtazame Fabrice Ngoy. Alijikunja pale pale akatandika ile zamani, unaweza ukaita tiktak ama chogo chemba ile, na inakwenda moja kwa moja kuzama kwenye kamba. Huenda likawa ni bao bora kabisa la wiki. Tutazame pia save kali zilizofanywa na makipa kwenye ligi kuu ya NBC kwenye raundi hizi. Namba tano, Hamis Athumani, KMC FC dhidi ya Dodoma Jiji. Ambundo Dixon poteza mpira, wanajichanganya wenyewe sasa. Anuari bado upo kwao, tena ni KMC una ondosha hatari katika lango lao. Leo hapo kazini ilikuwa nafasi ya beno Ngasaele ikamkuta Anuari, ikalazimisha lakini imeshindikana kazi ambayo alikwenda kuifanya, hamisi Athumani. Namba nne, ali Salem, KMC dhidi ya dodoma Jiji. Jaribu kuchekesha rashidi Chambo, pira kunathibitiwa bado, ibrahimu aji anakwenda kukataa Ali Salim, mpira ambao Rashid Chambo aliucheza na Ibrahim wajibu Migomba, lakini Ali Salim akasafiri na kwenda kucheza mpira. Namba tatu ni Jan Amonome, TRA United dhidi ya Dodoma Jiji, anakwenda kuzungusha ule mpira ndani mwenyewe na lakini nagusa na chirunda kwenye nota, lakini anaucheza mlinda mlango taka kujiweka mwenyewe, lakini Jan Noel Amonome fanya kazi ziada kwenda kuucheza ile mpira Namba mbili Yona Amos, Namungo FC dhidi ya Pamba Jiji. Shuti la mbali anacheza Yona Amos, maridadi mno mpaka mafuta ngoma imekwenda nje, na unakuwa ni mpira wa kona, na kaucheza vizuri mno. Yona Amos akacheza na alama za nyakati, akaupangusa mpira ule. Na namba moja ni Jahn Amonome, TRA United dhidi ya Dodoma Jiji, ama kujaribu mwana Kibuta, anaucheza ule buta David aliupokea kauseti kwanza, akajiandaa na kisha akapiga, lakini Noel Amonome alikuwa imara kweli kweli kuona ule mpira na akaupangua kupeleka nje. Na mkali wetu wa wiki hii ni mshambuliaji wa JKT Tanzania Mohamed Bakari, ambaye amefunga na kutoa asisti kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union ambao waliibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja.